Kampeni zetu katika siku zisizopungua siku 60 lakini tumefanya mikutano yetu ya hadhara zaidi ya mikutano 31 na mikutano midogo midogo ya kwenye kila mtaa ya kukinadi chama chetu Chama Cha Mapinduzi. Leo tunahitimisha kampeni zetu za uchaguzi mkuu katika jimbo la Iringa mjini udiwani na nafasi ya urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Sasa ndugu waandishi wa habari, wa naomba nwa bari, nwa, nwa, nwa, nwa hombe wana CCM wapenzi wa kereketo, kesho saa mbili kamili vituo vyote vya kupigia kura vitakuwa vimefunguliwa. Tunaomba wana CCM saa mbili kamili wajitokeze kwa wingi kwa umoja wao kwenda kupiga kura na kupigia kura chama cha mapinduzi Tunaomba tuwahi mapema sana kwenda kwenye vituo kupigia kura Chama Cha Mapinduzi. Sisi tunashukuru sana Tume Huru ya Uchaguzi, maandalizi yako vizuri, tumekagua vituo vyote viko vizuri, na bahati nzuri safari hii tume wamejenga mpaka vijumba vi, vi, vi vya vi, vibanda fulani ambavyo ni kurahisishia kwa, kwa wananchi kwenda kupiga kura. Wamesogeza vituo kwenye makazi ya watu, hivyo ni jukumu sasa sisi wananchi na wanaCCM wapenzi wa kereketu kujitokeza asubuhi na mapema, saa mbili kamili, vituo vitakuwa vimefunguliwa. WanaCCM wote wajitokeze kwenda kwenye hivyo vituo kukipigia kura Chama Cha Mapinduzi. Wananchi wote wale wenye sifa ya kupiga kura wa katika jimbo la Iringa mjini wajitokeze kwenye vituo walipojiandikishia kupiga kura kwenye maeneo yao saa mbili asubuhi. Tume wametangaza, kama wewe hauna kitambulisho cha mpiga kura kimepotea, nenda na kitambulisho mbadala, nenda na kitambulisho cha NIDA, nenda na leseni ya udereva, nenda na pasipoti ya kusafiria. Hivyo vitakuwezesha wewe kupiga kura. Usiwe na kisingizio kwamba mimi kitambulisho kimepotea. Hapana, nenda na hivyo vitu, vitambulisho vitatu nilivyokutajia, utaweza kupiga kura kwa mjibu wa taratibu ambao tume imeweka.